Pekee ni mshukuru baba aliyejiona umuhimu wa kuleta mtoto. Nilitamani leo nione na baba wote wako hapa. lakini nimepata baba mmoja au wawili, sijui wako wangapi hapa, lakini pia tunashukuru kwa kuwakilisha wanaume katika jambo hili. Unaona umuhimu wako, uwepo wako hapa na namna unavyoona umuhimu wa afya, tunakushukuru sana. sana tumpongeze huyu baba. ni baba wa mfano kama nilivyosema wengi wanawachia mama, lakini huyu amekuwa baba mfano, amebeba mtoto wake, na kuna baba mwingine namuona pale kwa baba wao, lakini bado anahitaji kuongeza nguvu, tusaidie, kwa sababu changamoto ja anazozipitia mtoto na yeye baba akiziona, hata akiambiwa huko mtoto anataka lishe, basi anakuwa anakuwa sio mgumu mgumu, anakuwa maana anajua faida ya lishe. Kwa hiyo message hii iende kwa baba wote. Hili jambo ni letu wote sote. Mlea mtoto ni watu sote. Kwa hiyo niwashukuru sana, nimeambiwa hapa kuna jambo kubwa la kutoa elimu na kuhamasisha ili tuone umuhimu wa swala hili tulilofanya. Ndugu zangu, sisi tumelelewa mpaka unafika kuitwa mama kuitwa baba, maana yake kuna aliye aliyekulea akakufikisha hatua hiyo. Mimi niwapongeze, na nyie mmeendelea kulea kwa sababu uwepo wenu hapa na kila mtu na mtoto wake, maana yake mnaona umuhimu wa malezi ambayo mnatakiwa kuyafanya kama wazazi, kama walezi. Tunashukuru tuna kwa hili tunawapongeza sana mliojitokeza hapa, na tunawaambia wale wengine walioko majumbani waone umuhimu wa zoezi hili. Ah, mtoto anaonyesha makuzi yake nana na uwezo wake wa kuona uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa akili na ukuaji haviji tu, vina vitu vinasababisha apate hiyo hali. Kwa hiyo unaweza ukasema mbona mtoto wangu huyu nimemlea amekuwa umri huu, lakini haelewi kitu. Ni kwa sababu kuna vitu huku amevikosa, ndio maana anakosa kupata ukuaji mzuri, akili inakuwa inadumaa, anashindwa kuwa na afya njema. Asamie sio mtaalamu sana wa afya, lakini ninachoamini ni kwamba ulipomleta mtoto wako leo akapata haya matone vitamini A akapata chanjo akapata huduma zote, maanake umemlinda mtoto wako, umemlinda na, ma, na na magonjwa ambayo ndio adui namba moja wa watoto. Sasa kama tunawalinda kwa masuala mengine, tuwalinde na afya, na mimi nawapongeza kwa sababu hawa watoto ndio wa kesho. Sisi muda utafika hawa ndio watachukua nafasi zetu. Hii ni moja ya azma ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha tunasimamia ustawi wa afya ya jamii na shughuli zote zinazohusiana na afya ya jamii. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika utekelezaji wa kazi za afya huwa tuna miezi ambayo inaita mwezi wa lishe ambapo tunafanya ni mwezi wa sita pamoja na mwezi wa kumi na mbili. Kwa mwezi wa sita tunaanza kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30 Juni, na kwa mwezi Disemba inakuwa ni tarehe moja mpaka tarehe 31 mwezi Disemba. Kwa hiyo kwa sasa hivi zoezi lilikuwa limeshaanza tangu mwanzo, tunaendelea nalo, lakini leo tumekuomba kwa ajili ya kufanya uhamasishaji wa ili wananchi waweze kujitokeza kwa wingi na zoezi hili mheshimiwa, tunalifanya katika vituo sabini na tano vya kutolea huduma za afya, ambako tunatoa vitamini A kwa watoto ambao wana umri chini ya miaka mitano tunawapatia tuna matone ya vitamini A, lakini pia tunawapa dawa za kukinga kwa ajili ya magonjwa ya minyoo na pamoja na hayo, na tunatoa elimu ya afya kwa ujumla kwa kina mama ni namna gani waweze kuwahudumia watoto wao, lakini pia tunatoa huduma nyingine, tunawapa sindano chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa surua, kwa sababu mara nyingi mtoto anapopata chanjo ya, ya, ya surua, wakati huo huo uoga tunampa na matone ya vitamini A. Kwa hiyo na tukimpa pia chanjo ya surua, tunatoa pia na na neti kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa malaria. na